Na mnaitwa njirumbugwa na, na mtangazaji wangu wa ishara ni Byron Abuli. Polisi wamewatia mbaroni washukiwa watatu wanaohusishwa na kifo cha msichana wa miaka 17 na katika kaunti ya Wajir. Gaala Aden Abdi aliuliwa na mwili wake kuchomwa baada ya kukataa kuolewa na mwanamume wa miaka 55. Akithibitisha kukamatwa kwao, msemaji wa huduma ya kitaifa ya polisi Muchiri Nyaga, amesema mwanamume huyo wa miaka 55 ni miongoni mwa waliokamatwa, wakitarajiwa kushtakiwa mahakamani siku ya Jumanne. Tukio la mauaji ya Gaala Aden Abdi mwenye umri wa miaka 17 huko Wajir limeshangaza taifa. Watu watatu wanaoshukiwa kutekeleza unyama huo baada ya msichana huyo kukataa kuolewa na jisela miaka 55 tayari wametiwa mbaroni. Tayari msichana huyo amezikwa. Kulingana na msemaji wa polisi Muchiri Nyaga aliyethibitisha kukamatwa kwao, amesema uchunguzi bado unaendelea. Nyaga alisisitiza kuwa lazima maafisa wa usalama wapewe fursa ya kufanya kazi yao bila ubaguzi. Haya yanajiri saa chache tu baada ya katibu mkuu katika idara ya jinsia Anne Wang'ombe, ambaye yeye alilaani kitendo hicho. Alisema tamaduni hazipaswi kutimika kuhalalisha dhuluma dhidi ya wanawake na wasichana nchini. There will be no hiding place for those people who cause abuse, harm, or take away people's lives. Innocent Kenyans will not die in the hands of these criminals. Washukiwa hao wanatarajiwa kushtakiwa mahakamani siku ya Jumanne. Abdi Azizashim, Dira ya Magwiji.